Je, unalifahamu jengo la mahakama la kwanza kwa ukubwa barani Afrika na la sita kwa ukubwa duniani? Ni jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania lililopo Dodoma, Tanzania, ambapo kwa asilimia mia moja ujenzi wake ni kodi za wananchi. Fikira za ujenzi huu zilianza mwaka elfu mbili na kumi na mbili kipindi cha uongozi wa Dr. Jakaya Mlisho Kikwete. Jumla kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni mia moja na zimetumika katika ujenzi huu. Uzinduzi wa jengo hili unatarajiwa kufanyika Jumamosi ya Aprili tano, ambapo mgeni rasmi atakuwa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo atazindua miradi mitatu. Je, ni miradi ipi hiyo? Huyu hapa mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Profesa Elisante Ole Gabrieli. Sasa niko kwenye lile jengo la sita kwa sasa, kabla ya jumamosi

Hili sasa, hilo litakuwa jengo la sita kwa ukubwa, kwa maana ya makao makuu ya mahakama dunia, na litakuwa la kwanza barani Afrika. Arudia, itakuwa la kwanza barani Afrika, ukubwa, kwa maana ya makao makuu ya mahakama, na litakuwa la sita O kubwa kwa maana makao makuu ya mahakama dunia. Wageni elfu mbili mia tano wanatarajiwa kushiriki katika uzinduzi huu ambapo wageni mia tano kati yao ni viongozi mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania huku wageni elfu moja ni wateja wa ndani, lakini pia watumishi wa mahakama kutoka mikoa mbalimbali mbali. Lakini kwa upekee kabisa wageni elfu moja ni wenyeji wa Dodoma. Ni Jumamosi ya Aprili tano jijini Dodoma, ambapo uzinduzi huu unafanyika. Mindi Josephu, Sky TV.